Kijana anayeposti nyumba kali, magari makali na pesa kwenye mitandao ya kijamii, hiyo ni sawa? Inategemea ina, ina, ina target yake. Sasa kwa sababu wengi wao ni, ni, ni mvuto, si unajua eh? Ni mvuto kwa sababu, kwa sababu, kwa nini uposti hela? Ushawe kumuona Modeuje, kumwona ameposti hela? Ameposti hela, kumuona Saidi Lugumi ameposti hela? Ushawahi kumuona Manje ameposti hela? Ushawahi kumuona nani ameposti hela kwenye mitandao? Wanaposti project, wanaweza wakaposti project. Kwa hiyo kwa mimi ni vitu vya kitoto, uweze ukaposti hela, hela sio ya kuposti kwenye mitandao ya kijamii. Okay. Ila unaweza ukaposti project. Kwa sababu bwana na ukiwa na hela, uongei wewe, wanakuongelea watu. Bwana umeona hizi apartment za IPM hizi? Bwana umeona hivyo viwanja hapo vya IPM? Umeona zile nyumba hamsini pale zimeongozana pamoja? Fulani yule. Yaani watu ndio wa, wanaongea kwa hiyo wewe uweze ukaposti kuposti hela ni vitu vya kitoto sana. Okay, labda yako ma madhara ya kiroho kwa vijana kufanya hivyo. Labda kiroho kuna madhara fulani hapa na pale. Amna wa, wenye akili wanajua tu ni utoto, wakikua wataacha, tusiwahukumu sasa hivi. Wakikua wataacha. Aa, kubwa zaidi sisi tunataka watu wanaotufuata wapate maendeleo, wafanikiwe. Ndio maana tunafundisha watu nunua mashamba ee, mwaka huu 2026 nimesema waumini wa wangu wote lazima wawe na passport. International passport ya kusafiria. Kama una passport usali kanisani kwetu. Kama una hela tutakupa. Yaani kama wewe ni muumini wetu kabisa wa hali ya chini na hela una na passport, sisi tutatoa hela mfukoni tutakupatia. Lakini lazima uwe na passport hati ya kusafiria. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu tunataka maendeleo kwa watu wetu. Yaani watu lezi, hautaki kukaa na watu, watu wazembe wazembe. Unajua zile hana chochote, hana nida, hana kitambulisho. Yaani yupo yupo tu

hapa nyuma panauzwa bilioni moja, bilioni mbili okay. Kiwanja hiki nakwambia ukweli, kiwanja bilioni mbili kivipi? bilioni mbili kiwanja hicho hapo nyuma iko kinauzwa bilioni mbili okay. Lakini kwenye hati ya mauziano tumenunua shilingi elfu 40 ya Tanzania. Maana yake hili lilikuwa shamba, mtu alinunua kama shamba, lakini leo hii anauza bilioni mbili. Kwa muumini wangu nikimfundisha kanunue shamba kesho na kesho kutwa, miaka mitano sita mbele, watu wa sheri wanakuja bwana, tunataka eneo kubwa, heka moja hii unatuzia shilingi ngapi? Anaropoka naye bilioni nne, bilioni tano. Anasema ese, ili shamba IPM alinilazimisha ninunue. Kwa mimi nawafundisha waumini wangu wawe na vitu vya maana vitakavyowasaidia katika maisha. Okay, unafikiri kwa nini umevipa kipaumbele mashamba? Tofauti labda na watu wengine tunavyoona kwamba e, vitu vingine vinatangulizwa kwamba utapata mali utapata, lakini umekuwa ukipiga vita kwamba uwezo ukapata chochote, lazima kwanza upambane kwa jasho kama kawaida. Kwa nini umeamua kuweka misimamo hii mizito mtumishi? Ah, kwa sababu ardhi ina nguvu. Ardhi ina nguvu . Yaani uwezo ukafananisha ardhi na gari huwezi kufanisha ardhi na, na, na, na chochote kile. Yaani ardhi ina nguvu yake. Leo unanunua ardhi milioni hamsini au milioni ishirini baada ya miaka mitatu minne mbele, eh, una, unauza bilioni moja unauza milioni mia nane Kwa hiyo ni kitu ambacho ardhi haishuki thamani, ila gari ukinunua milioni mia tano sasa hivi showroom, ukitoa barabarani ukaisajili tu ukipata tatizo kasema, nataka niiuze, huwezi kuiuza hiyo milioni mia tano. Unaweza ukashangaa mtu anakuja kuropoka milioni mia tatu au milioni mia mbili, kwa sababu yenyewe inashuka thamani. Lakini ukinunua kiwanja chenyewe kinafanyaje? Kinapanda thamani. Kwa hiyo nawafundisha waumini wangu au watu wanaonifuatilia duniani kote, lazima wawe na ardhi, kwa sababu ni heshima, lakini pia ni kitu ambacho ni cha thamani okay. Mtumishi IPM. Mimi najua wako wengi wanaokutazama kwa jicho kubwa sana, lakini mtumishi, vijana wengi wamekuwa wakilalamika sana, wanadai kwamba wanapambana, wanahangaika huko na kule, wanakesha eh, kwenye makazi lakini hawatoboi, lakini tunaona kuna wachache wanatoboa. Wa mtumishi, labda faraja yako kuu, kama mtumishi, kama kiongozi wa kiroho unani cha kuambia kundi kubwa kama hili, wasikate tamaa, bado safari ni ndefu, na safari ndio maisha yenyewe, na tuko ndani ya safari wewe kijana, popote pale unaponiangalia, nadhani kuhakikishia wekuta wewe kuta, uo, utatoboa utafanikiwa, yani usikate tamaa. Wewe unaniangalia sasa za hivi, nadhani kuhakikishia asilimia mia moja utafanikiwa. Pambana tu brasa, mwaga jasho kwa bidii, asiyefanya kazi asile. Wewe usiumie wanapopita na magari yao, usiumie wanapofunguliwa mageti, wanaingia katika nyumba zao, usiumie wanapotuma picha zao, wanaruka kwenye ndege, wapo kwenye private usiumie, unaelewa vizuri, wanapohesabu hela zao usiumie, pale ambapo wanaonesha hela zao kwenye social media. Bado kuna jambo jema katika maisha yako na utatoboa. Kikubwa usikate tamaa, kikubwa uwe na imani na Mungu, kikubwa endelea kusubiri, pambana, vuta subira, yote yanawezekana. Kila mmoja ana wakati wake, wakati wake hu. Kijana niangalia, angalia, utafika na atakuja kusema hakika wakati wangu umefika. Wanawake hawataki kutengwa, si unajua ndo umetuzaa ndo wametulea. Kwa hiyo mama IPM eh, she's my wife. Kwa hiyo lazima asimamie hilo swala e, hawezi tu kuja wanaume kwangu, wapo na wanawake pia wanakuja. Kwa hiyo nimeona ni, ni vyema kwa sababu yeye ana program inaitwa simama mwanamke ambayo yeye ndo anaisimamia. Kwa hiyo anasimama na wanawake alafu mimi nasimama na wanaume. Mwisho wa siku maisha yanakwenda. Nitakuwa kama mhudumu hiyo siku. Sindakuwa napokea magari nini na nawakaribisha, karibuni, sababu ni shughuli ya wamama. Sasa mimi nafuata nini ndani huko, mzee najua anaongea huko eh? Ndakuwa nje huko, tunafutafuta magari ya wageni na nini nje. Ni bwana IPM, nah, eh? eh? IPM kimbia ndani mara moja, yeah. Yeah, Thank you so much, brother. Yes, so far Unaweza ukafikiria mengi sana lakini huu ndio muonekano